Ndugu yangu nimekuja hapa na jambo moja kueleza. Hivi yale tuliyoyaongea, mbona sasahivi naona unavuka mipaka, unanitambia nyumbani kwangu, mbona sikuelewi eh? Alafu tumeongea, lakini unashindwa kutekeleza kile ambacho nilichokuambia. Hivi ngwambie kitu kwenye maisha yako, sawa 4G. Yaani, e kama gari kwenye mlima, yani mwanangu, napana mdogo mdogo, ile kaka kutulia yani. Sawa? Kaka kutulia kabisa. Vipi? Ila kitu kimoja tu nisije nikafanya jambo. Angalia, mshamba wewe, mshamba wewe

Mm. <laughs> Poa vipi? Nzima. Nzima mama. Poa. Upo. Nipo sio. Hasa ba mtu mimi kwa shilingi elfu tano tu. Naomba unisaidie. Elfu tano. Mhm. Na iko tu kwa ela. Alafu baadaye tutaonana. Na nimekuwa matai, naomba tu unisaidie. Kwa hiyo, wapi tena sasa hizi? Kuna sehemu nalekea hapo mara moja. Sema mimi. Kuna sehemu na wahi. Mm. Sema ukiniambia, baadaye unanichangaza mimi. Sio baadaye, yani mimi nikitoka huko, cha kwanza nakuja nyumbani kwako. Sawa, haina shida. Yani nakumisi. Sawa sawa, nakumisi. Sio poa? Ai, mimi na yeye tena. Bye. Ndugu yangu nadhani unafahamu ya kwamba nilimwacha shemeji yako, na uwezi amini Kidali, napitia maisha magumu sana sasa hivi, na laiti kama ningejua nisingefanya vile. Mimi nadhani wewe unajua Kidali jinsi gani nilivyompenda shemeji yako, lakini alinifosi nimpe talaka zote tatu Eh, kosa si kosa, kanikuta tu na yule msichana, nimesimama naye tu basi, ugomvi ukaanza hapo o oh, unijali hivi na hivi unipendi yule mwanamke wako, lakini kiukweli Kidali, yule Kidali. Yeah, yeah, mimi hakuwa mwanamke wangu na kingine Kidali, mimi ninachokitaka umuoe mke wangu, yeah. Shja, nisikilize Kidali, mimi sina jinsi na ukiangalia wewe ni rafiki yangu, naomba uninusuru katika hili. Hii inakaaje? Inakaaje ndugu yangu, amna hizi kali, inakaaje hiki kitu? Nisikilize Kidali, mimi sina mtu yoyote wa kumweleza hili zaidi ya wewe. Wewe ni rafiki yangu, naomba unisaidie, ila unakumbuka hiki kitu mtu, mtu, ha, ni kizito sana kuja kumwambia mtu kumwelezea mtu, ni mwe ni mwe nani mke wako hivi ukimwambia mtu kinawezekana kipi ndugu Kidali? Haya, yeah? Ndugu yangu haya ni majaribu, haya tunapiana, ila subiri nifikirie <tiple> nisikilize Kidali, yaani hapo mimi naona muda unazidi kwenda na hakuna cha kufikiria Kidali. kama utakuwa umefeli mahali mimi niko tayari Kidali, nitakupa mahali na kitu kingine, utakuja kukaa pale nyumbani kwangu nitakugeni chumba kimoja mkae, ili mradi tu niwe nawaona. Alafu unamuona kana wiki moja tu kidali, unamwacha. Lengo na dhumuni ni muoe tena. Mke wangu nampenda, ila nipe siku moja nifikirie, nitakupa majibu. Basi sawa sana, ndugu yangu, mimi nimekuelewa, naomba iwe hivyo, naomba nisaidie

Karibu kija karibu sana. Mimi nimekuja kama vile ulivyoniambia nije siku ya leo, kwa hiyo nimekuja, lengo langu unipatie ile dawa, nienda nikaifanya nyumbani. Sawa sawa kabisa. Nafahamu na shida lakini sivyo nilivyokuagiza mizimu haifanyi kazi siku ya Ijumaa. Leo ni siku ya uandalizi wa dawa na kusimamia wagonjwa ambao wana shida za majumbani. Tatizo lako linahitaji niende kilingeni, na leo sio siku kuingia kwenye kilinge <laughs> kaikola mizimu keza imana mdodo iyo imana mdodo iyo kaikola, nitakusaidia Nitakusaidia, usiogope. Sawa, naomba unisaidie, lakini napaswa nalungumu. So dawa nyepesika, ulipofikiria ilipaswa ufanye dawa, upate muda wa kujinafasi kufanya hivyo, lakini kulingana na siku ya leo inadibili nkupe dawa kufanya mchana kabla jua lijazama, utekeleze hiyo

Mzigo unapotoka hapo takikuga ukanyuma na ukifika nyumbani kwako, hakikisha uzungumzi na mtu yoyote, na ufukie katika mlango. Unanielewa? Lakini fanya kabla ajua lijazama. Toto, nenda kafanye kazi kama saidi ya kijana, hakikisha apo toka hapo usigeuke nyuma na usiongea na mtu yoyote mpaka utakapomaliza jukumu lako, na ufanye hivyo kabla giza halijaingia. sa Nenda kamsaidia kijana, nenda ukafanikiwe mtoto, kauta nenda, ukafanikiwe nenda kabele shida zako.